Na mimi mwakilishi wa wananchi kutoka Nyang'hwale, aa, kwa siku ya leo ni siku ya kipekee na ni siku ya furaha kwa sababu toka daraja Kigongo Busisi limeanza kujengwa tulitamani sana likamilike kwa wakati, na kwa sasa tayari limekwisha kamilika chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, na sisi kanda ya ziwa na wana Nyang'hwale ni wanufaikaji wakubwa wa, wa daraja hili kwa sababu kutoka Nyang'hwale kuja Mwanza tutakuwa tunatumia muda mfupi sana, lakini bado safari zetu zitafanyika kwa kila wakati, kwa sababu hatuwezi kusubiria kivuko tena, kwa sababu tutakuwa ni kuvuka kwa njia hili daraja ambalo tayari limekusha kamilika. Kwa siku ya leo Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan atalizindua. Kwa hiyo kwetu ni fursa kubwa kwa wananchi wote, wafanyabiashara, lakini hata wananchi tu wa hali ile ya kawaida ambao pengine wanaotumia hata usafiri wa kawaida kama basikeli, boda bodaboda magari madogo, na kwa safari zao za binafsi itakuwa ni watafanya safari zao kwa urahisi sana. Nyangwale Mwanza, kutoka Nyangwale kwenda Mwanza, toka Geita kwenda Mwanza, tutafanya safari zetu kwa muda mfupi sana tofauti na siku zote ambazo kwa tunatumia zaidi, tunaweza wakaa zaidi ya masaa matatu, manne mpaka matano wakati mwingine kama kivuko kimeharibika unakwama kwenda kufanya shughuli ambazo zimekupeleka kwenda kuzifanya pale Mwanza. Kwa sasa huduma za Mwanza itakuwa kama ni, ni, ni, ni, ni, ziko ndani ya, ya, ya, ya, ya halmashauri yetu kwa sababu naweza nikatoka Nyang'hwale kwenda Mwanza lisaa moja niko Mwanza, e, isaa linalofata la, la pili nitakuwa niko, niko Nyang'hwale kwao. Kuna uwezekano mkubwa hata wafanyakazi au wafanyabiashara analala Mwanza, lakini anakuja kufanya shughuli zake kule Nyang'hwale. Yani, kwa mfano mimi majuzi kati hapa nilikuwa na mgonjwa, lakini kwa sababu ya kupitia kwenye daraja lile ambalo kwa tunapitia Uh, tofauti na kivuko inisaidia sana ku, kuendelea kuokoa maisha ya mgonjwa ambaye niyekuwa naye kwa sababu ni dakika nane dakika sita umeshavuka. Kwa hiyo itatusaidia na kuturahisishia hata wagonjwa wanaotoka Nyang'hwale wanaopewa rufaa hata kutoka Geita kuja Bugando kwenye hospitali yetu ya Kanda itakuwa ni rahisi sana, itatuokolea maisha ya wanadamu. Tunaenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya, ya, ya, ya Muungano wa Tanzania, ametusaidia ah, sehemu kubwa sana kazi yetu sisi wana Nyang'hwale, mheshimiwa mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan hatumdai tofauti yake, sisi ndio anatudai kwenye uchaguzi huu ambao tunaenda ishirini ishirini na tano, kazi yetu ni kumpitisha mheshimiwa rais aingie Ikulu mapema sana, kwa sababu amebolesha vitu vingi, na mpaka sasa niliko hapa, nimetoka Nyang'hwale nimetumia dakika arobaini na tano, niko hapa Busisi kwa ajili ya uzinduzi wa daraja saa nne mapema tunampeleka ikulu. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, mheshimiwa rais alale usingizi wa kutosha vizuri, sisi saa nne tu yuko ikulu. Kwa hiyo sisi hatuna mbambamba, wananyanywale tunamtegemea mheshimiwa rais, kwa kazi ambazo alizozifanya ni kubwa, ambazo hazina mfano, ni za kuigwa, ni za kuangalia, tizamu, unaona matokeo. Tumeona sisi wenyewe wananyanywale tunafaidika. Leo Nyanywale huduma zote zinapatikana, lakini hata kama tukihitaji huduma za kikanda tunazipata kwa urahisi kupitia daraja hili ambalo lilotengenezwa.